Nchi ya Tanzania ina mamilioni ya watu wanaume kwa wanawake ambao wana uwezo wa kusikiliza lugha ya Kiingereza. Wanaielewa vizuri lugha ya Kiingereza inapoongelewa. Tena wengi wao wanaweza kuandika vizuri, wanaweza kusoma na huwezi kumficha kitu wakati wa kuzungumza. Shida inakuja kwenye kuongea. Ulimi unakuwa ni mzito kwa asilimia kubwa ya watu hawa. Uh, mimi naitwa James Mwang'amba. Mimi ni mwandishi, public speaker, pamoja na mfanyabiashara ambaye pia anawashauri wafanyabiashara wengine, viongozi, na watu ambao wanapenda kufanya public speaking, uandishi, na coaching iweze kuwa ni biashara kamilifu. Hivyo uh, siku ya leo nataka nizungumze na wewe hapa Success Path Network, each one teach one, juu au jinsi ya kuweza kuelewa lugha ya Kiingereza, kuweza kuzungumza lugha ya Kiingereza kwa haraka sana kwa haraka sana na sio tu lugha ya kiingereza nimekuja kugundua kwamba haya nitakaoenda kukwambia mambo matano yanaweza kusaidia wewe kuijua lugha yoyote kwa spidi kali sana alimradi tu kama utakwenda kuyafanyia kazi mambo haya na sio lazima uende nchi nyingine kama baadhi ya watu ambao wanafikiria uh, kwa mfano ni waiko na rafiki yangu mmoja alikwenda uingereza akakaa miaka saba lakini aliporudi nilipojaribu kuzungumza naye nikagundua kwamba hakuwa ameimprove Kiingereza zaidi ya ongezeko ambalo lilikuwa ni dogo sana. Sasa atakwambia nini hasa kilitokea mpaka akashindwa? Eh, ametoka kule ambako Kiingereza kimezaliwa lakini alishindwa. Sasa zamani kidogo, miaka 2010 nilipoamua kufanya biashara, watu wengi walikuwa wananifuata nasema wewe umewezaje kujua lugha hii uh, kirahisi au mbona unatamka maneno au unazungumza kama vile umeishi ng'ambo, inakuwa vipi? Kwa hiyo vip. Kwa biashara yangu ya kwanza kabisa mwaka 2009 ilikuwa ni chuo cha kufundisha watu lugha ya Kiingereza na mawasiliano, English courses, pamoja na masuala ya kompyuta, Mabibo, Dar es Salaam. Anyway, so nakwenda kuambia mambo matano ambayo kama utayafanyia kazi, huhitaji hata english course <laughs> huhitaji kwenda ngambo. Unachohitaji ni kuyafanyia kazi haya mambo ambayo nakwenda kukushauri, kwa sababu ndio watu wengi, watu wengi ambao nimewashauri uh, wamekwenda wameyafanyia kazi. In fact, naandika kitabu Uh, ambacho kinafuatia CD na DVD ambavyo nivitoa miaka 2009 09, uh, zikiwa na siri kadhaa za msingi, siri kumi za kujifunza uh, ili uweze kuwa mzungumzaji mzuri wa lugha ya Kiingereza. Sasa hapa nataka nikupe tano. Moja, usiwe na aibu katika kuitumia lugha hii ya Kiingereza, usiwe na aibu katika kujifunza lugha ya Kiingereza. Jamani, waangalie wazungu wakija hapa jinsi ambavyo wanajifunza Kiswahili, hawajali kama wanakosea, hawajali kama wanachekwa, wao wanajifunza, wao wanaongea tu, wao wanaongea na wewe, ndio hivyo hivyo. Hii ndio siri kubwa namba moja ambayo unatakiwa uifahamu, kwamba kwa kuwa Kiingereza sio lugha yako ya asili, sio mother tongue, right motht. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni sahihi kufanya makosa ya kila aina wakati unajifunza, na, na kwamba kama hutaki kufanya makosa na hutaki kuvurunda basi sahau kabisa. Kwa lugha nyingine, kama kama aibu inakushika sana kiasi kwamba hauko tayari kufanya mazoezi au kuzungumza mara kwa mara na kutumia lugha hii kwa wingi zaidi, basi ndugu yangu, sahau kabisa. Na haijalishi kama nilivyosema, haijalishi unatumia lugha gani. Nakumbuka nilivyokwenda masomoni uh, Thailand. Hii uh, ni, ni uh, Asia ya Kusini, huko miaka ya 2000 tu hapo. Uh, mwanzoni mwaka elfu mbili niliamua nikuenda kujifunza lugha ya Kitai, lugha mm -hmm. ya Kitai ni tono language mm? Yaani, neno kao linaweza likamaanisha mchele, lakini ukisema kao linaweza kamaanisha mbuzi, ukisema kao likamaanisha goti. Basi yani, ni tono language lakini I tell you the truth. Kwa, kwa sababu sikuwa na aibu ya kujifunza, nilikuwa naongea na kila mtailand niliyekutana naye, na hii ilimsaidia mimi niweze kuifahamu ile lugha kwa haraka sana. Kwa hiyo hii ndio siri ya kwanza. Kwa hiyo nenda popote, nenda supermarket, ukutana na watu zungumza nao Kiingereza uki, ukiwa airport, haya ukiwa kwenye basi, kama umekutana na Mzambia, Mkenya, mzungu au umekutana na professional mtu ambaye, eh, ni, ni mtu wa taaluma na yuko tayari kuzungumza Kiingereza, zungumza naye Kiingereza, utashangaa nini kitakwenda kutokea. Kwa hiyo hilo la kwanza on, usiwe na aibu katika kujaribu, au katika kutamka uh, au kuzungumza lugha hii, hata kama huifahamu vizuri. Hivyo hivyo, tutakwenda namba mbili, ongeza misamiati. alright? Ni ngumu wewe kuongea lugha ambayo huna maneno yake, au sio bwana? <laughs> Simple, let's make this point. Kama kama huna misamiati sasa, so utaongea kwa kutumia nini? Kwa sababu misamiati ile ndio kama matofali ya kujengia nyumba. Kwa hiyo ni, ni, ni itakuwa ni advantage kwako kama utaweka juhudi ya kung'amua misamiati mingi right. Na mtu mmoja anamfahamu, alikuwa anaitwa anaitwa mpaka sasa yuko hai, anaitwa Nido Kubain. Kube, Nido Kubain alitoka nchi fulani Uh, nje ya Marekani akaingia Marekani akiwa ni kijana mdogo, hana hajui Kiingereza, hana marafiki hana ajira hana fedha, lakini yeye aliamua kwamba kila siku angekwenda kujifunza maneno matatu mapya ya lugha ya Kiingereza kila siku iendayo kwa Mungu. Leo hivi navyoongea, ni rais wa chuo kikuu kinaitwa North Point, ana makampuni mengi na amekuwa ni international speaker na amejiunga na kundi fulani la wazungumzaji linaloitwa speakers round table, la wazungumzaji wote wanaolipwa kuanzia dola milioni moja kwa mwaka kwenda juu, na anaongea Kiingereza ambacho kimesimama kweli kweli. Kwa hiyo uh, jambo la pili ni kuwa serious basi kwenye kujenga misamiati ya lugha yako. Cha tatu amua kufanya mazoezi ya kusukuma ulimi wako. Ya kusukuma ulimi wako kwa mfano ni pale unapotafuta kitabu cha Kiingereza au gazeti na unasoma kwa sauti eh? Unapaza sauti unasoma eh, kwa kwa unasoma tena, sometimes unakwenda hata kwa haraka kabisa katika kufanya nini katika kufanya ulimi wako uzoee kutamka maneno ya Kiingereza. successfully conducted business skills workshops to business women and entrepreneurs on entrepreneurs on agri business marketing record keeping and branding 2021. Hiyo nakupa tu mfano. Sasa unajua zamani wewe kusia useme moja, unasema, sometimes you have to do the ridiculous to attract the miraculous, kwamba kuna wakati nabidi ufanye vitu ambavyo vinachekesha ili uweze kupata miujiza maishani kwa sababu wapo watu kuuliza watu wataka kuuliza hey, mwenzetu, nini tena right? Lakini kama unaweza kuwa umejifungia, una sehemu yako ya kufanya mazoezi, basi take advantage ya mbinu hii, itakusaidia sana, kwa sababu mbinu hii inaua ndege wawili jiwe moja. Inafanya ulimi huo mwepesi, lakini vile vile utafanya ukutane na misamiati ambayo ukikuta, una notice, unaingia kwenye dictionary, unaifanyia kazi. In fact wanaambia watu ifanye dictionary kuwa rafiki yako wa karibu. A, mbinu ya nne ambayo itakusaidia wewe kujua lugha ya Kiingereza na lugha nyingine yoyote kwa haraka sana ni mbinu ambayo naita kwa lugha ya kigeni full immersion, au njia ya kujizamisha ndani ya Kiingereza moja kwa moja. Sasa kwa nini njia hii haikuwa ya kwanza, imekuwa ya nne? Ni kwa sababu njia hii haiwezekani kwa kila mtu, lakini kama unaweza wewe, una nafasi ya kutosha, amua kwa miezi labda mitatu au miwili au hata miezi sita, kutegemeana kwamba utazama kwenye lugha ya Kiingereza moja kwa moja, kwa kwa lugha nyingine Anza kuangalia taarifa za habari kwa kupitia uh, vyombo vya habari vinavyotumia Kiingereza right, BBC, CNN. Sikiliza redio za vipindi vya Kiingereza, anza kusoma magazeti ya Kiingereza anza kuangalia series za Kiingereza. Kwa nini? watoto wadogo, unakuta mtoto mdogo tu yuko darasa la ngapi, la tano, la sita, anaongea kiingereza kizuri. Kwa sababu anaangalia kiingereza kila siku, anasikiliza kwa makini, anakuta ana, ana, ana anajifunza automatically. Kwa hiyo fanya full immersion. Kwenye kitabu changu namwelezea dada mmoja nilikutana naye Thailand, wakati nasoma, ambaye by then yeye alikuwa ameletwa kumsaidia dada yake kule uh, Thailand, na bahati mbaya mzuri yule dada yake alikuwa ni mwenyeji wake akarudishwa akarudi Tanzania, na yule dada akasema, nitaishi vipi huku uh, uh, uh, Thailand. Mtu mmoja akamwambia, kwa nini usio mwalimu wa Kiingereza? Dada akasema, mimi mimi ambaye hata kuongea tu siwezi Kiingereza fulani unaniambia ndio mwalimu huyu? Mtu akamwambia hapana, Jizamishe kwenye Kiingereza. Kwa hiyo dada akaanza kufuatilia mitandao yote, mablogi ya Kiingereza, miziki ya Kiingereza, series mpaka ah, akaanza kwenda kwenye kanisa ambalo ibada zinaenda kwa Kiingereza. Haikupita hata miezi mitatu akawa anaongea Kiingereza vizuri, na shule ya kwanza kwenda kuiapproach wakafiri kwamba labda amesoma international school na akampa ajira moja kwa moja. Kwa hiyo hii njia inaitwa full immersion. But of course kama unaweza ndio unaweza kaamua kwenda nchi nyingine lakini ukifika kwenye nchi ambayo inaongea Kiingereza jiunge na watu ambao makundi watu yake, ya watu wanaotumia lugha ya Kiingereza. Sio kama rafiki yangu ambaye nilikwambia habari yake, yeye alikwenda ngambo lakini alipofika huko akawa anakaa na jumuiya ya Waswahili. Kwa hiyo hakujua lolote na akarudi kama alivyokuwa. Njia ya mwisho na ya tano, pata mrejesho basi. Tafuta mtu kwa ajili ya kumpa mrejesho. Au kama hupati mtu, jita wewe mwenyewe jipime, jifanyie mrejesho wewe mwenyewe. Miaka ya zamani sana wakati nimeajiriwa kwenye redio fulani Dar es Salaam eh, nilikuwa nafanya kipindi fulani na nikawa na kile kipindi kinaenda vibaya sana, kwa sababu nilikuwa nafanya na mtu fulani ambaye hakuwa nafanya maandalizi. Bosi wangu siku moja akaniambia, usipo improve, usipofanya vizuri utakufukuza hapa redioni. Nikasema, sasa nifanye nini improve? Akaniambia, umewahi kujisikiliza unavyotangaza? hmm. Nikasema hapana. Akaniambia basi, ukirudi nyumbani, mwambie mtu akusikilize, akurekodi, akupe kanda ujisikilize. hmm. Nikarekodiwa, nilipojisikiliza <laughs> <laughs> mtu mwingine akisema, walahi, sikuamini kama nilikuwa ni nini, kwa sababu nilikuwa nafanya uh, hovyo sana. Kwa hiyo kwa sababu ya kujifanyia hiyo tathmini, nikaanza kuimprove na ndani ya mwezi mmoja nikawa nimekuwa mtangazaji bora kabisa kwenye ile radio station. Kwa hiyo pata mrejesho wako binafsi, ama tafuta mwalimu wa kufundisha privately, au kama ni mme wako ni mzuri akufundishe mkeo. Sometimes watoto wanaweza kuwa ni walimu wazuri, na pale napobidi, au ni rafiki right. Lakini kama unataka kuwa serious zaidi, tafuta coach au mentor, mtu ambaye atakuwa dedicated kabisa kwa ajili yako. Hivi, ume notice kwamba kila unapoongea lugha ya ngeni au kiingereza na mtu ambaye anajua sana eh, fluency level yake iko juu na wewe una improve, okay? So hizo ndio njia tano ambazo zinaweza kukufanya ujue kiingereza ndani ya miezi kadhaa tu baadaye ya kutumia miaka mingi. Uh, unajua tunashangaa, unakuta mtu amesoma mpaka na PhD ana masters degree, ana masters kadhaa, ana degree kadhaa, lakini akifungua ulimi hawezi kuongea. Kwa nini? Kwa sababu pengine hajafanyia kazi siri hizi ambazo nimekuambia. Namba moja, usio na aibu katika kutumia lugha ngeni. Namba mbili, tafuta msamiati. Namba tatu, soma kwa sauti. Namba nne, jizamisha full immersion. Na namba tano, tafuta namna ya kupata mrejesho. Mimi naitwa James Mwang'amba, natumaini umefurahia somo hili. Hapa Success Path Network, each one, teach one. Kitabu changu kinatoka hivi karibuni kinaitwa How to Speak Fluent English. Uh, how to turn your mediocre language, your strap line or positioning statement, how to turn your mediocre English into amazing levels of influence. Kitabu kitakuwa madukani hivi karibuni nadhani kabla ya mwezi wa 4, 2022 kwa hiyo kitafute, ukisome kitakusaidia sana kuimprove uh, lugha yako ya Kiingereza.